Katika video hii napenda kukupa uh, utangulizi wa awali kuhusiana na theory of change ambapo tutakwenda kuangalia theory of change maana yake nini kwa ufupi kwa kutumia lugha nyepesi pesi kabisa ambayo haitakusumbua kuielewa. Sasa kwenye theory of change, kabla tujaanza theory of change, tunataka kufahamu kwa nini tunaita theory of change. Tunaita theory of change kwa sababu kwa kawaida project yoyote au intervention yoyote, iwe policy iwe program au iwe project, hata strategic plan, huwa zinataka kutoa uh, taasisi au nchi au organization yoyote ambayo ina implement hiyo intervention, kutoka kwenye hali ambayo tunaita undesired situation kwenda kwenye hali ambayo tunahitaji desired situation. So situation before the intervention ilikuwa undesired intervention zinakuja ili kubadilisha hali kutoka kuwa undesired kuja kuwa desired. Kwa sababu ya hiyo, tunasema intervention zote zina bring about changes. This is the change that we desire kwao well, kinachotufanya sasa tubadilike kutoka huku kuja huku, lazima tuwe tuna theory ambayo tunaifanya, nini, tunaiamini hiyo, ndio tunaita theory of change. Kwa mfano ukichukua kwa mfano kwenye transport sector undesired situation inakuwa labda kuna traffic congestion. Traffic congestion, msongamano wa magari. Tunakuja na intervention kwa mfano kama outer ring road projects, BRT projects, ili kuweza kubadilisha undesired situation kwenda kuwa desired situation. Hiyo ni intervention, na kutoka kwenye undesired kwenda desired, kwa kuwa kuna, kuna change from undesired kwenda desired Kwenye health sector, kwa mfano, kuna undesired situation ambayo tunasema labda high prevalence of micronutrient deficiency disorders anemia, vitamin A deficiency. Tunataka tuibadilishe kuja na intervention, kwa mfano, food fortification program. Tunataka kutoa hii undesired situation kwenda kufanya iwe desired situation, means tunataka kupunguza uh, kiwango cha uh, watu ambao wana anemia kutoka 40 mpaka ifike 18. Nataka kupunguza kwenye changamoto ya vitamin A deficiency kutoka 30 mpaka kufika 4. Sasa hii change inapatikana kwa kuleta intervention, kwa mfano inaitwa food fortification program. Kwenye education sector na kwenyewe the same, kwa mfano na shida ya watoto wa kike wanaacha shule mapema kutokana na sababu mbalimbali -mbali, mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mwaka wa tatu kiasi cha watoto wanao drop out inaongezeka, kwa hiyo unakuja na program. Au project inaitwa end drop out ambayo tuta labda inaitwa empower girl project. Lengo lake ni ku reduce hiyo drop out ya girls, ila mwaka ya miaka inavyokwenda hiyo inapungua na yenyewe, change, ni kilimo, kwenye, kwenye na yenyewe tunaita ni change na hii tunaita ni intervention. Kwenye kilimo the same applies, low productivity unataka kuweka kwenye high yield, unakuja na program kwa mfano kuna Agricultural sustainable development projects, programs ambazo zina namba mbalimbali zakwa ASDP 1, ASDP 2, lakini all in all inataka kuchange and desired situation kwenda kwenye desired situation hiyo ndio tunaita uh, uh, uh, change. Sasa katika hizi changes zote uwe unatoka kwenye congestion kwenda kwenye kupunguza congestion, kwenye high dropout kwenda kwenye low dropout kutoka kwenye low yield kwenda kwenye high yield, you need to have a theory of change. Lazima kuwe kuna theory of change. We need to have a clear theory of change, we need to have a clear theory of change ambapo sasa theory of change maana yake nini? Ndio muktadha wa darasa hili la leo, wa presentation ni kutaka kukuonye, kukueleza kwa lugha nyepesi kabisa nini maana yake theory of change. Theory of change kwa lugha nyepesi tunasema ni, ya project kwa mfano. Tunasema ni ile kitu ambacho kina describe kwa nini change inahitajika ina, ina, ina na namna gani hiyo change itapatikana. Jinsi gani utatoka kwenye high kwenye high congestion kwenda kwenye smooth driving. Jinsi gani utatoka kwenye high school dropout for girls kwenda kwenye low dropout. Lazima kuwe inayoelezea change gani inatokea na namna gani hiyo change inapatikana. Hiyo ndio tunasema theory of change. So in simple terms theory of change ina involve ku identify how you would like to, the current situation related to an identified problem to change and how you think you can help that change to come about through your project. So whenever you are doing your project, ujue kwamba wewe ni sehemu ya kuleta hiyo change. Nini exactly utafanya utasaidia ili kuhakikisha kwamba change ambayo tunaitarajia inapatikana. Unafanya kwenye sekta ya afya, unafanya kwenye sekta ya usafiri, kama kuna change ambayo unatakiwa uilete kupitia project ambayo unaisimamia, lazima ujue theory of change ya kwake vizuri sana. Yes, kwa tunasema lazima unajua jinsi gani unatoka hapa unakwenda kwenye change ambayo tunahitaji. Uh, sasa sio change <coughs> Malaki nini tunaposema TOC, what does a theory of change look like? Inaonekana hiyo theory of change. Theory of change katika lugha nyepesi kabisa. Katika lugha nyepesi kabisa ukisikia theory of change kwanza, huwa inakuwa tunasema hua ina present an easy to understand vision of how the desired results will be achieved. Namna gani desired results will be achieved in a project or program. Or policy any intervention na usually inakuwa presented diagrammatically na tunatumia visualization, lakini inakuwa accompanied with explanations always, wa kunakuwa na narrations. Diagram or visual inaonyesha pathway ya change na ina provide a clear overview of the different steps of project from problem to end goal kati ya hiyo change ambayo ina include problem statement, ina include context, ina include results, ina include choice of activities cause and effect relationship na inaonyesha underlying assumptions. So, the theory of change pamoja na mambo mengine yote lazima iwe ina underlying assumptions. Mfano wa theory of change ni kama huu unaonekana hapa. Kuna kwa kuna diagram kama hivi sema, inakuwa inaonyesha toka output zinazokuwa delivered, outcomes zitakazokuwa achieved mpaka kwenda kwenye impact ambazo tutazipata, inaonyesha jinsi ambavyo pathway itakuwa, lakini pia kuna narrations zinewekwa. Sina maana ya usome hii lakini, just upate picha tu ya theory of change ambavyo inakuwa ni diagrammatically lakini kuna kwa kuna narrations hii ni namna moja ya kupresent theory of change, na namna nyingine huwa watu wana present theory of change kwa kutumia mchoro wa namna kama hii, ambao kunakuwa kuna input activities output outcome and impact. Kwenye kila level kunakuwa kuna narrations na kuna, kuna narrations na kuna, kuna narrations mpaka unapopata impact. Kwa hiyo, unaonyesha pathway namna gani unatoka kwenye input na kwenda kufanya activities na kuja kupata output mpaka unakuja kupata impact, lakini bado huku pembeni kuna kuwa na assumptions. Kuna kuwa na assumptions ndio ina make a complete theory of change, na mimi binafsi napenda sana this presentation kwa sababu inakuwa rahisi kuielewa hasa kwa wale ambao ni beginners. Don't mind about this, ionekane nimeweka tu hapa ili upate picture ya theory of change ah kwenye components sasa. Theory of change ili ikamilike, ina components zake. Component namba moja ni problem statement, ambapo hapa tunasema what problem do we want to address. Cha kwanza lazima ujue problem ipi unataka ku address, ambapo kwenye problem statement, kimsingi unatakiwa u we describe problem in terms of the problem and its root causes. Lazima we describe kwa namna hiyo. Hiyo ni hatua ya kwanza. Ya pili component ya pili ni context. Context ni kuelezea situation, where do we work? Lazima ujue kule ambako unataka kwenda ku address your problem, the context, the situation in which the project takes place. Unatakiwa udescribe stakeholders wako, local culture, power relationship and other relevant projects na kadhalika. Kwa hiyo lazima ujue context ya kule ambako unataka kwenda ku implement your project yako. Hiyo ni component namba 2. Komponenti ya tatu ni, kudiz, ni kulikuwa na desired end goal au tunasema impact. Nini unataka kuachieve? What do we want to achieve? Impact, usually, inachukua muda mrefu lakini at least kwenye picha yako kwenye project wewe unajua unataka kuachieve kitu gani baadaye. Kuna component ya nne tunaita outcomes. Outcome hizo ndio changes ambazo tunataka sisi tunazihitaji. Outcome usually can be considered as immediate term results Uh, outcome often is that take time to emerge, lakini they are not seen immediately after the end of the activity. These changes must be reasonably linked to your activities. Lazima activity ambazo unazifanya ziwe linked vizuri na na hizo outcome unazozotaka. In most cases, kwa mfano, kwenye strategic, uh, objectives, outcome ni zile strategic objective, strategic objectives. Kwenye strategic plan, outcome zetu ni zile strategic objectives. Baada ya component ya nne tuna component ya tano inaitwa outputs. Output sasa hivi zile ndio zile tuna produce sis, what do we produce or provide? Hizi ndio tunazita output. Hizi ni short term results, hizi results na zenyewe lakini zinakuwa short term, zinakuwa achieved immediately ukimplement activities. Lakini component ya, ya, ya, ya, ya sita inaitwa inputs. Inputs, what do we use tunatumia kitu gani ili kuproduce kufanya activities zetu. Hapa kuna vitu kama hela, kuna staffing, kuna equipment na vitu kama hivyo. Lakini component ya saba inaitwa assumptions. Kwenye kila program, kwenye kila intervention lazima uweki assumptions. What do we assume? Assumptions are necessary conditions for change or underlying conditions or resources that need to exist for planned change to occur. Any change unaipanga lazima ku kuna assumptions. Is stated in positive language. Though tuna assume lakini tu state kwenye positive language sio kwenye negative language. If the assumptions hold true, the expectation is that result will be achieved. Ndicho tunachokiamini. Kwa hiyo in every intervention unaipanga lazima uweke assumptions na uashumu kwamba zile assumptions zitafanya nini, uziweke kwenye positive term. ili useme m -m -m -m, katika kutengeneza theory of change yako. Kwa hiyo unasema kwa mfano, kama unaashumu na unapanga kufanya activities, unaashumu kwamba resources zitakuwa zimepatikana kwa wakati na kwa kiasi kinachohitajika. Hiyo ndio positive way ya kustate assumptions. Component uh, ya nane ni risks. Hizi risk sasa unazikonsida kwa maana ya what factors can undermine our success. Risk, a potential event or occurrence that could adversely affect the achievement of results. Risks zipo huaga kwa kazi, kazi, kazi kwepa. Isipokuwa tunachokifanya unasema una factors zipi ili iz, zinaweza zika undermine ambazo ni vitu kama natural calamities yanatokea. Lazima umeshazifanyia assessment hizo risk zako. Kwao tuna assess risk ele, assumptions as well, ili tuweze kujua vitu gani vinaweza our success. Vitu tetemeko la ardhi, hali mbaya ya uh, arithi, hewa, vifo, yote hayo ni mambo yako ya consider kwenye project zetu. So hizo components na ukikumbuka ile video ya result chain, kwa wale ambao hawajaangalia watafute video yangu ya result chain, utakuta kuna component zote za result chain input activities output outcome na impact, zipo kwenye theory of change, ambazo hizi ndio tunasema ni logical, zinaonyesha ile flow pathway, ambapo katika, katika result chain tuna implementation na tuna results na result kupitia kwenye TOC tumegundua tunazigawa kwenye short term, kwenye level ya output, tunakwenda kwenye intermediate kwenye level ya outcome, kwenye long term kwenye level ya impact. Then tunaongeza component zifuatazo statement of the problem, assumptions, risk. Tukifanya hivi tunapata our theory of change. So in other words, theory of change kumbe ni kuchukua result chain, ukiplus problem statement, ukaplus risk ukapasna assumption. So in a simple term, this is what we call theory of change.